akasema jimbo la Nsimbo na waletea bilioni nne na milioni mia moja imejengwa shule maalum kwa ajili ya watoto wa kike ili waweze kupata elimu bora katika mazingira yao ya maeneo yao, kama alivyosema mwenyekiti wa UWT. Sasa tunataka nini? Vyuo vya VETA vinajengwa, watoto hao wa waenda wakajifunze fani mbalimbali, lakini hajachoka katika jimbo letu la Nsimbo, ameendelea kuboresha chuo chetu katika mazingira yetu na bado ameendelea kutujengea shule nyingine ya milioni mia sita kule Itenga. Ile shule itakuwa na ufundi ndani yake kuhakikisha watoto wa mazingira haya wanapata elimu bora, lakini wanafani mbalimbali. Sasa mama, wewe umwache mtoto asisome, wazazi wangu? Dokta Samia Suluhu Hassan amewaona jicho lake mpaka huku Usense huku. Sasa wewe uko katika mazingira haya unashindwaji kuyafanya haya ambayo Dokta Samia Suluhu Hassan ameyaona yeye. Yeah, yuko Dodoma, Dodoma Ikulu, lakini amekuona wewe mtu wa Usense una shida mtoto akae katika mazingira mazuri, akasema chukweni milioni mia moja kumi na nane watendaji wangu wa halmashauri ya Nsimbo, mwende mkajenge. Sasa wewe kwa nini usimwekee mtoto mazingira mazuri? Ninaomba ndugu zangu wazazi wa Usezi wa tushirikiane, kama Dr Samia Suluhu Hasani anavyofanya, anatuwekea mazingira mazuri na sisi tuhakikishe watoto hawa wanakwenda shule wanapata elimu anayoitaka rais wetu Dr Samia Suluhu Hasani tujitahidi kuwatoa watoto wetu, tuwapeleka mashuleni, tuwakague watoto. Wana simu, watoto wana vitu vya ajabu, watoto wana sketch, watoto wana suruali moja, anatoka nyumbani, unasema wadau waas tu, kumbe kuna vitu. Wewe mama, unatoka kwenye majukumu yako, unakuja kukaa nyumbani, umechoka, hukumbuki mtoto wako kumkagua. Ndugu zangu, tutafute pesa, tufanye biashara, tufanye kila unapofika nyumbani, hiyo taikini sana. Unapopata taarifa shuleni naitwa wazazi, ninawaombeni sana, mfike shuleni, msikilize mnaitwa nini na walimu. Majina naitwa Bundala Selee, nimepita hapa mbele kuja kutoa kero yangu. Kero yangu mimi kwa kweli, mheshimiwa mbunge ni kuhusu walimu. Walimu shule zinajengwa, lakini walimu hazina kabisa. Yaani kuna changamoto ambazo tunapambana nazo wazazi, michango midogo midogo shuleni zinakisumbua sana, yaani walimu hawapo. Ninaitwa Matias Plotaus Ideketera, ni kuombe tusitegemeze kumlole au watu Kanaemberadi mwenyekiti, sio we, eh? Mwenyekiti no. Kanaemberadi ali maarufu Ndambusha. <laughs> ebu mama ah, ebu kakipigania kisima hiki kimoja, barabara barabara, tutatembea ah, kwa miguu bila cha msingi manzi. <laughs> <laughs> pili site ile pale pia geza ulole huku visima vitatu, eh mama, ule kama ulivyofanya hapa hapa hapa. E, e, wa tupendeji sana maji eh, uko unatokana nayo mjini <laughs> kwa jina naitwa Katambala, ni balozi isheni. Sawa. Mama sekondari umeme hakuna pale, nalifanyia kazi piga na ki shi. Kila shida nini nalifanyia kazi na mkandarasi kasha ripoti kwenye jimbo la Nsimbo, kazi inaendelea. Tunateseka kweli katika mashamba eni, maana kwanza kwa muda kuu ninavyoongea hivi hivi, nimeshafungulia huko basi, vitu vyote vinaisha huko. Kila tukiongea mama, wanatutishia kutupiga, inavi tunajikunyata hivi, tuende wapi? Yaani mama, kelo kubwa watu ngaji wanavyotutisa. Mama yangu leo nimekuja, nafuala usilie lakini kuna tabia ambayo inafanywa na wafugaji, tabia ya kulishia mifugo yao kwenye mashamba ya wakulima. Tabia ile hairuhusiwi. Nachotaka kuwaambia wakulima, sehemu ambayo umelima shamba lako na mfugaji akaja akalishia nyama wake hapo, wewe wala usitaki kupigana na mfugaji kule, hutamweza akakuumiza nawezekana akakupotezea hata uhai. Toka nenda kwenye ofisi ya mtendaji, mtendaji wa kijiji, nenda pale, nenda katoe malalamiko yako. Wapo wataalamu wa kilimo katika maeneo hapa, tunaye mtaalamu wa kata katika maeneo hapa anaitwa Januari, sijui kama mnamfahamu wa wananchi wa, wa, wa, wa Nsimbo yupo ana pikipiki piki, alipewa na serikali chombo cha kusafiria anaweza akafika. Kwa hiyo ataondoka hapo ataenda kufanya tathmini ya mazao yaliyoharibiwa ya pale shambani. Baada ya hapo, atairudisha kwa mtendaji, ataitwa mfugaji mwenye mifugo, ataonyesha tathmini ile pale na kitu gani anachotakiwa kukulipa wewe mkulima, ambao umeharibiwa mazao yako baada ya bari kama atakataa, basi hatua nyingine za kumpeleka mfugaji mahakamani zitachukuliwa. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media.